Mheshimiwa Waziri Mkuu nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wa mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu tukukaribishe rasmi mkoa wa Dar es Salaam ki Chama cha Mapinduzi. Na nishukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu umekuja kufanya ziara hii katika kipindi hiki ambacho Dar es Salaam tulipata msuko msuko wa aina yake na tukapata athari za hapa na pale kimaisha lakini na kibiashara. Mengi yamekwisha zungumzwa, lakini na bahati ni kwamba na wewe mwenyewe umejionea nini kilichotokea. Wengi wetu tulikuwa tunaaminishwa kwamba haya yalikuwa maandamano. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitamke hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, haya hayakuwa maandamano huu ulikuwa ni uhalifu ulioandamana na ugaidi ulioandamana na kila aina ya uharamia. Sasa, pamoja na hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa, na nishukuru sana kwamba mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa amekwisha unda tume ambayo tunaiamini na anaamini italeta majibu mazuri na hatua kwenye ilani na sera ya Chama cha Mapinduzi, swala la usalama ni swala la msingi, na bila usalama na amani hakuna maendeleo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikumbushe tu, katika mambo mengi ambayo tumekuwa tukisikia hasa mitandaoni na kila mahali inazungumziwa swala la haki haki haki haki <clears throat> pamoja na kuguswa kidogo swala la amani lakini niseme sijasikia popote wakizungumzia swala la uwajibikaji. Unapotafuta haki lazima uwajibike kama mwananchi, kama raia. Sasa wale wote waliojitokeza katika kuleta fujo hizi na wale ambao wamewatuma, sijawasikia popote wakizungumzia swala la uwajibikaji. Niombe waziri mkuu tufikishie salamu hizi kwa mwenyekiti wetu wa Taifa ambaye ni rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania. Kwa hiyo swala la haki lizingatiwe likiwa linabebwa na wajibu. Tunapokuwa tunawajibika, hapo haki itatendeka na amani itakuwepo ya kudumu. kwa mkoa na taarifa nyingi unazo na zitapatikana kuhusiana na maumivu waliopata wananchi vile vile.